Tumeamua kuabudu hapo sababu, sababu pale kama unavyoona pamezuliwa. Kwa hiyo shughuli za huduma hazipo na watu, hii ni wiki ya pili hawajaweza kupata nafasi ya kuabudu na hakuna mahali pote pa kuabudu. Sasa kwa kwasa, sababu ya kuepukisha fujo kwaona tusogee na wengu, wengu, kwa sababu wengine wengi walikuwa na taarifa hii

Sijawahi kuona jambo kama hili. Nyumba ya ibada, kosa la imamu, huwezi kufunga msikiti kama matatizo na mchungaji mmoja. Serikali wao ngodomaa wadina na moja, nyumba za ibada zote nchi yetu zifunguliwe. Tunapokwenda tunakwenda kubaya. Kwa mujibu wa sheria, tuna haki ya kuabudu mabomu